Wasikilizaji, hata watazamaji wa Kivu News Today TV, tunawakaribisha mara tena kufuata video hii. Kama vile mnavyotizama hapa, tunaelekea katika mji mdogo wa Sake ndani ya mtaa wa Masisi. kama vile mnavyojua, ndani ya wiki iliyopita, aliwali wa jimbo ya Kivu Kaskazini, Bahati Musanga Irasto, alienda katika mji wa Sake katika lengo la kuweza kuonesha rasmi barabara hata na kuanzisha kazi za barabara Sake Masisi ambazo zilianza kihalali barabara hiyo itakuwa takriban kilomita 60 ambayo itarahisisha wakaaji wa Masisi hata nafasi zingine kutoka Walikale kuweza kuendesha biashara vyao wakitoka Masisi na kuja katika mji wa Goma na wengine kutoka mji wa Goma wakielekea ndani ya mtaa wa Masisi na penginepo. Inamaanisha kwamba barabara hii ni muhimu sana kwa pande za wakaaji wa Masisi hata na kwa raia wa mji wa Goma, kwa sababu takriban 86 za vyakula ambavyo vinakuliwa katika mji wa Goma vinatokea Masisi, vingine Walikale. Hiyo inamaanisha kwamba barabara hii itakuwa muhimu sana kwa raia wa mji wa Goma. Katika hotuba yake, liwali wa Kivu Kaskazini Bahati Musanga Erasto aliweza kuaidia raia wa Sake kwamba anawatolea miezi mitatu bila kulipa kodi yote, katika lengo la kuweza kusaidia raia wa Sake kukuza uchumi wao, kwa sababu walipita katika hali ya vita ambavyo vilipiga fora katika eneo hii ya mtaa wa Masisi. Sake tunawapatia turoamwana, hamulipe taksi ama kuko wataksatere wenye wako nalipisha watoto ya Sake wayuwe, kuanzia leo watoto ya Sake wako na miezi tatu na hawalipe kitu, kwani watoto ya Sake. Hapa Sake kulikuwa vita, watu walipoteza vitu mingi, na si hatuna kingine cha kusaidia populasion ni kuiexonerezile taksi, juu populasion ne ginsi ya kurudia mu maisha ya kawaida. Baada ya maneno yake, liwali wa Kivu Kaskazini kuahidia raia wa Sake kutolipa kodi miezi mitatu, raia walionekana kujawa na furaha nyingi sana, hawa wakisema kwamba hii itawasaidia kujijenga kiuchumi katika siku hizi Mama, anasema anawapatia miezi mitatu bila kulipa taxi. Mbona tisikia namna gani? mm. Mulikuwa mkilipa taxi ya kabambi sana? Mm. Na kwa mm. Sasa leo wamewatolea miezi mitatu bila taxi. Um, mnawaza itaongeza nini kwa Maisha yenu ninyi kama wanawake watum. Basi, wametusaidia wa tuu franga zipatikani e patikana. Ta hapa wametusaidia sana. Hmm. Hmm. Wewe ulishaka toka mukimbizi wala ulikuwa tu hapa? Ulisharudia na sasa na wewe na watoto. Hmm. Familia yako mnaishi namna gani hapa sasa? Bas, unaishi tu kupiganisha kutafuta tafuta nikepata nikekosa minalala, hmm ya usalama huko utabie sana ah, hela zinapatikana, makuta inapatikana basi, asipatikane meni kupiganisha tu. Unakuwa na ujumbe wa kutolea serikali guverner ambaye amekamata mesage hii? Basi hapo tu batulinde, waendelee kutuchunga tu basi. Asante sana mama <laughs> na bakutulete wanalipa 3000 francs na kubariere vuvambiro wanalipa 50000 francs. Baba, leo mnajisikiaje? Leo tunasikia raha ya mingi sana, raha ya mingi sana, utoerere vupa kungu, amupe nguvu, amupe nguvu za mingi sana, uko bakazi basake vavo Maisha iko vyema, tunasikia vyema, tunatumika kwa kawaida. Hmm, na tunatembea kwa kawaida. Tulishatoka mukimbizi, hatuko tena mgunga, hatuko mungana, tuko mgungini yetu tunalala, hatusikia lisasi, hatusikia lolote <tutu> tuko vyema sana mbunani. Mama, jambo. Jambo sana. Unaitwa nani? Jina langu Furaha. Mm. Mama Furaha, huko mchuruzi hapa, gavana ametosha hapa mataxi, mnaifikia namna gani? Tunafurahi sana gavana, Mungu amubariki kututoshea mataxi. Sisi tulikuwa tunateseka juu ya taxi. Mm. Mlikuwa nalipa ngapi? Tulikuwa sisi hapa kusomba, tulikuwa nalipa 500 kila siku ya soko. Mm. Ba branches zingine walikuwa nalipa 1000, kuko ba 5000. Mm. Na sasa kutukondoka kwa taxi, mnawaza itaongeza nini ndani ya maisha? ile 5sasi ilikuwa vishumba vya vatoto hapa 50 likua pana make, vatoto vatanza kula vishumba. Ndio, asante sana. Ndio papa. Leo hapa Sake, munaishi namuna gani? Usalama nije, usalama naendeka muzuri, hakuna problem, unapata maguta <laughs> makuta hayo zuna makuta, usema banke zinafungiwa maake nikutafutisha tume, hakuna makuta za kawaida sasa. Ah, sa zzianaishi. Hmm. Uh, ndio papa. Mzuri, unaitwa nani? Ninaitwa kwa jina la Kabumba. Hmm. Kabumba huko na nachuruza hapa wameondoa mataxe, unaitikiaje? Mimi nashukuru kuona wameondoa mataxe. Wamekusaidia sana Hmm. Ni wewe we, ulikuwa na lipa ngapi kutaxi kutaxi? Mimi minatunzafungomweyasombe nilikuwa nalipa kila siku ya soko. Mm. Sasa unaona hii itakusaidia namna gani? Ile Saint Samsa itanisaidia kupikia kulisha watoto. Mm. Hizi eh, sombe mnazitoshaka wapi? Hizi sombe tuko tunakuwa tunazirangulia kule kumilima kule elukumenyava kutimbia. Mm. Na munjia wakati mlikuwa munaenda langura mna wanawalomba mataxi. Ah, ah taxi hapa walikuwa tu natuomba taxi hapa tu, hapa msoko. Sasa hizo guvernera meziondoa, tunashukuru sana. Eh, kuvitia usalama hapa Sake mambo iko je? tuko tunasindia mzuri na tuko tunashinda mzuri. Muzuri. Asante sana, ndio tunashukuru. Hapa kabisa. tunashukuru. Wapi kwanza, kwanza. Karuba wa. Mushaki hmm. Matanda ah. Mufuko moja huko naiuza unapata profit ngapi?

na wewe wako. Mama, Mama unaitwa nani? Naitwa Esperance Mirima. Mama Esperance. Wameondoa taxi nawe unasikia namna gani? Amefanya tye a nzuri sana kiva, tusaidie. Inakuta ionekane mumungiuonaturuza watu vya deni na Mama havitauziwaa.